Hey guys tumefundishwa sisi yote ya kwamba mwanamke, usiruhusu mume wako aende kupewa masaji, saluni au mahali kokote. Ni wajibu wako kama mama wa nyumba au kama mwanamke kuhakikisha mume wako unampatia masaji eh, eh, ili umpatie raha, kumpapasa papasa, na kinachotumika katika masaji ni mikono. Je, nataka kuuliza mikono yako unaipatia huduma hipi, ili i, iwe milaini iwe mizuri, ili unapompatia mzee masaji aweze kusikia raha. Kuna wanawake wengi sana wamepuuzia urembo wa mikono yao mpaka mikono imeota vizaka, mpaka mikono imepoteza ule urembo wake wa asili ha? Siku moja nilikuwa nimeenda kwa party. Ukiangalia karibuni, eh, asilimia hamsini ya wanawake wamevaa vizuri, wamependeza, lakini ukiangalia mikono yao imeota vizaka. Ukiangalia mikono yako, mikono yao imetupa ule urembo wa asili kabisa. Wanashughulikia nywele, wanashughulikia uso, wanashughulikia mambo mengi sana lakini wamesahau pia kwamba wamesahau pia asili ya urembo wa mikono yao. Sanduku, ndugu kina mama wangu, ushauri wangu wa leo ni kwamba angalia pia mikono yako, ili unapompatia mzee wako masaji aweze kusikia raha eh? ili unapo... ya yeah, yani angalia tu usafi wa mikono yako vizuri na usafi wa mikono sio mpaka uende saluni ukalipe pesa nyingi, wa kutengeneza wewe mwenyewe nyumbani. Unaweza ukajitengeneza mikono, ukanunua rangi ya kucha. Pia kuna mafuta ambayo yametengenezwa kwa ajili ya kutengene, ya kulainisha mikono. Kuna mafuta kama gisi, kuna mafuta ya nywele ya kulainisha nywele, kuna mafuta ya uso, kuna pia mafuta ambayo yametengenezwa kwa ajili ya mikono unapoyatumia vizuri na mikono yako itakuwa pia milaini na haitapoteza ule mvuto wake wa asili. Na utakapompatia mzee wako masaji au utapomshika shika kidevu, naye pia anasikia raha. Hebu fikiria, mikono imeota vizaka, mikono ya mwanamke imekuwa migumu, unapomshika mtu hivi, si unam, unamuumiza jamani, eh? Tasikia t ile raha kwamba una una una unampapasa vizuri. Ndio maana tuzingatie sana sisi kama wanawake pia urembo wa mikono yetu. Tumejisahau sana kina mama, lakini ni kwa sababu tunajikuta tunakuwa na shughuli eh, na shughuli nyingi sana, watoto, kufua. Yani tunajikuta tuko na shughuli nyingi sana mpaka tunajisahau. Ndio maana nimeona nachukua hata dakika hizi mbili tatu ni tukumbushane mambo ambayo pia ni ya muhimu kwa mwanamke, eh, sitakuwa na mengi sana ya kusema. Ushauri wangu ni kwamba kama ulikuwa hauna mafuta ya kulainisha mikono, mimi wanatumia haya hapa ni ya um, um, koko, koko bata. Ni kawaida miko, um, ni mafuta ya mikono huwa nikimaliza kuosha vyombo najipaka kwenye mikono yangu, nikimaliza kuoga najipaka, na huwa hayatoki kwenye begi yangu. Kila mahali ninapoenda, lazima nipeleke mafuta, nipeleke mafuta haya kwenye pochi langu, na mnavyoona mikono yangu ni milaini na inafanana vizuri kidogo, paka kucha mpaka rangi ya kucha ya mikono mpaka hina Paka bigani mikono ipendeze, hata pale unapomletea mzee chai, juisi, unapompatia hivi, hata akiangalia mikono yake na yeye anasikia raha, imependeza. Sisi wanawake ni, natakiwa tuwe warembo, natakiwa tujipende, upendeze, eh? Jamani, kina mama wenzangu tumejisahau sana, vitu vidogo vidogo kama hivi, hmm. Sawa, na nawapendeni sana na Mungu awabariki. Pia nashukuru kina mama wenzangu ambao wamenishauri kwa Facebook, wamenishauri kwamba ni mambo ya usafi eh, na mapishi yao tofauti. Basi ndio maana nimeamua kufanya hii video apart kwa ajili tu ya kuongelea urembo wa mikono. Na video yangu nyingine itakuwa ni kwa ajili special mapishi. Asanteni sana kwa support yenu, Mnapo komenti mnaponipa sapoti inanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi, na inaimani kwamba um, ushauri huyu utawasaidia pia wanawake wengi. Mwanamke nini? Mwanamke usafi. Narudia tena, mwanamke usafi. Asanteni sana.